Okay, anasema mimi hapa, mimi hapa nina hili tatizo la UTI sugu, yaani inanisumbua sana. Kila nikienda hospitali ninayo, kila nikienda hospitali ninayo, na imesha kuwa ya muda mrefu, sasa miaka mitatu. Nikamwambia pole sana kwa hiyo changamoto, nikamuuliza swali, huwa mnatibiwa na mme wako? Akanambia ndio, tulikuwa tunatibiwa wote, ila changamoto haijaisha. Then baadaye mume wangu akasema amechoka kunywa dawa kila siku, yeye haumwi. Nikamwambia okay, poleni sana, kabia, sasa inabidi mpate dawa ya asili itawasaidia kuondoa hiyo changamoto moja kwa moja. Akaniuliza, ni dawa gani hiyo? alafu changamoto nyingine ninayo, mwenzangu anakataa sasa kutumia dawa, na jikuta tatizo linapungua na kurudi tena. Okay, ni moja ya changamoto ambayo inawasumbua wanandoa wengi sana leo hii, lakini habari njema ni kwamba, ambao nataka nikujuze, hakuna dawa ya hospitalini ambayo itakayokusaidia kutibu UTI sugu, ila zaidi itatuliza kwa muda mfupi. Dada huyu ametoa shuhuda ya miaka mitatu. Miaka mitatu ni mingi sana. Manake hii ni kitu ambayo imeshakuwa sugu mwilini. Ina maana anatumia dawa baada ya mwezi mmoja miwili imerudi. Anatumia dawa baada ya mwezi mmoja. Hata mwanaume ana haki kusema kwamba nimechoka kutumia dawa. Napata kesi za wanaume ambao hawataka kabisa kutumia dawa. Yaani kama ni sindano anachoma mwanamke peke yake, kama dawa tu mwanamke peke yake. Lakini shida ni kwamba dawa hizi nyingi za hospitalini hazitibu bali zinatuliza kwa muda mfupi. Matibabu sahihi ni dawa ya asili. Dokta Kuboja ina dawa ya asili ya UTI ambayo mnatumia wanandoa wote wawili. Kwa hiyo wanandoa, ambao mna changamoto hii kwa muda mrefu, mtakapotumia hii dawa, ni dawa ambayo itakayokusaidia kutibu UTI sugu, fangasi sugu na magonjwa mengineo ya zinaa. Utajitibu moja kwa moja na utapona, itabaki historia. Nipigie, mtafute katika namba ifuatayo: